Tumsifu Yesu Kristu. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya upashanaji midia, ukiwa nami Ankuto Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, ku like na kushea taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, lakini vile vile kuendelea kumwombea Baba Mtakatifu Francisco katika safari yake ya mwisho nyumbani kwa Baba aweze kufika kwa kudondosha komenti yako. Ni mkuu wa kanisa Katoliki. Baba Mtakatifu Francisco amewatawadha makadinali ishirini ambao wataongezwa katika orodha ya kupata mrithi wake baada ya kifo au kujiuzuru. Miongoni mwa waliotawazwa wakati wa afla iliyofanyika kwenye kanisa la Mtakatifu Petro Basirika, 16 miongoni mwao walikuwa na umri wa chini ya miaka 80, ikawa ikiwa na maana kwamba wanaweza kushiriki katika kumchagua Papa mpya. Wakati akichagua makardinali hao, baba Mtakatifu Francisco alionyesha kuzingatia wale pia kutoka jamii za pembezoni. Miongoni mwa waliochaguliwa ni askofu Peter Ebere Okapeleke mwenye umri wa miaka 59 kutoka Nigeria. Askofu mkuu Aidarabadi Anthony Pohora mwenye umri wa miaka 60 ni wa kwanza kuchaguliwa kutoka kwenye jamii yenye hadhi ya chini zaidi nchini India. Pamoja na makardinali hao ishirini wapya Baba Mtakatifu Francisco mwenye umri wa miaka 88 aliiteua jumla ya makundi manane ya makardinali 83 kutoka jumla ya makardinali 132 wenye umri wa kujiunga kwenye kundi la kuchagua mkuu mpya wa kanisa. Na labda tuangazie namna ama mchakato ama utaratibu wa kumchagua Baba Mtakatifu. Mchakato wa kumchagua papa mpya ni mchakato wenye muundo wa hali ya juu na wasiri, unaofanywa na baraza la makardinali, College of Cardinals, katika jiji la Vaticani. Kuna hatua muhimu zinazohusika katika mchakato huu: nafasi ya papa kuwa wazi. Mkutano huo maalum huitishwa kutokana na kifo au kujiuzuru kwa papa aliyepita. Papa anapokufa, kamelengo, yani Chamberlain, mwenye mamlaka ya kutangaza rasmi kuwa kiti cha papa kimebaki wazi, sede vacante, kiti wazi, na maandalizi ya mkutano huo maalum yanaanza mara moja. Kuwasili kwa makardinali, makardinali ambao wanastahili kushiriki katika mchakato wa uchaguzi wa papa mpya conclave, wanakusanyika Roma. Kwa kawaida hukutana katika mfululizo wa mkutano mkuu ili kujadili mahitaji ya kanisa na sifa zinazohitajika kwa papa ajaye. Kuanza kwa conclave, makardinali wanaingia katika kikanisa cha Sistine Sistine Chapel, ambapo wanakula kiapo cha kutunza usiri na utengwa kabisa na ulimwengu wa nje wakati wote wa mchakato mzima ubakia ndani ya mipaka ya Vatikani hadi uchaguzi ukamilike bila kutoka. Hata kama mchakato utachukua muda mrefu namna gani, hawawezi kuruhusiwa kutoka nje ya konklevu. Mchakato wa kupiga kura. Upigaji kura hufanyika mara kadhaa. Kwa kawaida kura hupigwa mara moja au mbili kwa siku, lakini idadi inaweza kuongezeka ikiwa ni lazima. Theluthi mbili ya wapiga kura inahitajika ili kumchagua Papa. Upigaji kura: kila kardinali huandika chaguo lake kwa papa anayemchagua kwenye kadi ya mstatili na kisha huikunja katikati. Wote husogea mbele ya altare madhabahu, mmoja baada ya mwingine, ambapo hutamka kiapo na kuweka kura yake kwenye kalisi maalumu juu ya altare hiyo. Baadaye kura hukusanywa na kuhesabiwa na matokeo hutangazwa. Kuchoma kura: kura huchomwa baada ya kila duru ya kupiga kura, iwapo hakuna atakayepata theluthi mbili ya kura zinazohitajika. Kemikali maalum huchanganywa kwenye karatasi za kura zilizopigwa, kisha huchomwa moto katika tanuru iliyopo ndani ya kanisa hilo ili kutoa moshi mweusi unaopanda juu ya dohani na kuonekana nje kuashiria walio nje kwamba bado papa mpya hajapatikana. Tangu siku papa anapofariki, waamini na watu wengi kutoka ndani na nje ya jiji la Vatican na duniani kote hukusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican hubaki wakisali kumwombea papa aliyefariki na kumwomba Mungu ili aangazie upatikanaji wa papa mpya atakayeongoza kanisa. Kwa kuwa hawawezi kujua kinachoendelea kwenye uchaguzi ndani ya Sistine chapeli, kiashiria pekee wanachoweza kuona, kujua mchakato umefikia wapi, ni moshi mweusi unaoashiria kwamba hajapatikana, hivyo waendelee kusali, au moshi mweupe unaoashiria waliopo nje kwamba papa mpya amepatikana. Uchaguzi wa papa mara baada ma, baada ya kardinali mhusika kupata theluthi mbili ya kura zinazohitajika, anaulizwa na mkuu wa baraza la makardinali kama anakubali kuchaguliwa kwake. Iwapo atakubali atajichagulia jina jipya kama Papa na mara moja anavishwa mavazi meupe ya kipapa. Hebu tuangazie moshi mweupe una maana gani? Moshi mweupe ni ishara kwamba Papa amechaguliwa. Baada ya mkuu wa baraza la makardinali kupokea uthibitisho wa Papa mpya kukubali majukumu ya kuliongoza kanisa, anatoka nje na kusimama katikati kati ya baraza bakoni ya basirika ya Mtakatifu Petro na kutamka kwa lugha ya Kilatini, abemusi papam, tunaye papa. Muda mfupi baadaye moshi mweupe hupanda kutoka kwenye bomba la moshi lililowekwa kwenye paa la Sistine Chapel. Moshi huo hutengenezwa kwa kuongeza kemikali maalumu kwenye kura zilizopigwa na uchomwa na hivyo kutoa moshi wa rangi nyeupe badala ya nyeusi. Kuonekana kwa mara ya kwanza na kutoa baraka ya kipapa. Papa mpya aliyechaguliwa hujitokeza kwenye kibaraza cha juu balkoni, na kutoa baraka zake za kwanza za kitume zitwazo Kilatini urbi et orbi, kwa jiji la Roma na kwa ulimwengu mzima kwa waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Papa pekee ndiye anayeweza kuteua makardinali, na aina ya wanaume anaowachagua wanaweza kuacha muhuri wake kwenye kanisa muda mrefu baada ya utawala wake, kwa sababu ya hadhi yao kama makasisi wakuu na kwa sababu mmoja wao anaweza kuishi kuishia kuwa papa.